Naomba nikufundishe kusuka yeboyebo kupitia hii video. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Karibuni sana chuoni kwetu kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Anza kukata mstari ambao utakuwa umenyooka kama hivi. Mwanzoni kabisa kwenye kuanza kusuka, nimeshikia rasta ndogo sana, nitaisukia mara ya kwanza mara ya pili, nitakwenda kuongeza rasta nyingine sa, lakini ni kidogo sana kwa sababu nywele yangu mimi leo nimeisuka nyembamba mno nitasuka tena mara ya kwanza mara ya pili, lakini hapa sitoongeza rasta kwa sababu nahitaji yeboyebo ambayo itakuwa ni nyembamba, lakini ambayo itakuwa ina nche. Kama umeiona nywele yangu, ni iko vizuri sana. Rasta nilotumia, nimetumia Sensation Braid kutoka Darling Tanzania, na itanisaidia hasa kwenye kwenda kuweka mawimbi sawa baada ya kuisuka nywele yangu. Sasa nikiona nche yangu imetoshea, nitakuwa na uwezo wa kwenda kuongeza rasta nyingine. Mpaka sasa tumeongeza rasta mara mbili sawasawa, nitasuka mpaka mwishoni. Kwa wale ambao ni wanafunzi wangu makini, naomba uniandikie kwenye comment: je, tumeongeza rasta mara ngapi? Kama kweli huwa mnanisikiliza mwalimu wenu, na uzuri ni kwamba mara nyingi huwa anawambia, ukishajua kusuka mbinjuo, yani umeshajua kusuka yebo yebo. kama hapa tumeongeza rasta mara mbili na tumeenda na nywele ile, ile ile, mpaka sasa hivi kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna haja ya kuongeza rasta nyingi, lakini pia kuna mitindo mingine ya yeboyebo ambayo hautoweka rasta mara nyingi zaidi. Tunaenda kuongezea rasta mara ya tatu. Nitaongezea rasta mara ya tatu, afu nitashuka mara ya kwanza, mara ya pili. Kama imetoshea sitaongeza rasta, lakini kama haijatoshea wakati baada ya kusuka mara ya kwanza, mara ya pili, ningeenda kuongeza rasta nyingine kama hivi ambavyo unaona, sawa. Naomba nikukumbushe kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza kusuka nywele aina zote, karibu sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunapokea jinsia zote, tunapokea kuanzia darasa la saba kuendelea. Kwa wewe ambaye hujui chochote kuhusiana na kusuka, njoo darasani, tutakufundisha vizuri sana sana sana, na kama unahitaji kujifunza zaidi na zaidi, tunakupokea. Yaani, kama huna idea yoyote njoo darasani, una akili zako timamu njoo darasani, tutakufundisha vizuri kabisa. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hostel zipo. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika. Kwa wale ambao mlikuwa mnaangalia nikiongezea rasta, hii ni mara ya ngapi? Yes, tumeongeza rasta almost mara, mara tano kama sio sita. Sawa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye utahesabu, niandikie kwenye komenti hapa. Je, tumeongeza mara ngapi? Sita, hii ya saba. Kwa hiyo niandikie kwenye komenti, lakini pia kama utahitaji kujifunza zaidi, njoeni darasani kwetu, njoo ujifunze, nafasi zipo wazi, uwe mkaka uwe mdada, njoo tutakufundisha sawa sawa. Yes, hapa naongezea, kwa sababu kwenye mikia nahitaji mikia mirefu kidogo, nitakwenda kuiwekea mawimbi nitakwenda kuweka mawimbi na rasta, ambayo itashika mawimbi vizuri ni hii ambayo nimeitumia ya sensation braids. Unahitaji kujiunga na magrupu yetu. Umeshajifunza kusuka kama hivi, sasa unataka utume ile feedback yako. Jiunge na magrupu yetu, ni bure kabisa. Cha kwanza hakikisha unaingia YouTube, tafuta Farida Othman kisha gusa button iliyoandikwa subscribe. Gusa button nyekundu, lakini kama ulisha subscribe basi huna haja ya kusubscribe tena, nitumie tu screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, niambie naomba link, au kama uhitaji kuingia kwenye group nitumie tu screenshot, nitumie na feedback yako, nitakurekebisha, hakuna changamoto yoyote sawa sawa. Kwa hiyo nitamalizia kusuka mikia yangu kama hivi kama unahitaji mikia mirefu ina maana utaenda tena kuongeza rasta nyingine, na mara nyingi huwa kwenye mikia nawafundisha ni kama tu vile ambako huwa tunasuka knotless. Kwa hiyo baada ya kuimalizia nywele yangu nitahitajika kwenda kuweka uh, mawimbi sawa sawa, na leo nitatumia mawimbi ya kitana. Niwakumbushe kidogo, nimesha kuwafundisha lakini nitawafundisha tena na tena na tena, ili tuzidi kujifunza zaidi, tuzidi kupata vitu vipya zaidi. Usukaji wa yeboyebo ni kitu ambacho kinawezekana. Yeboyebo ni nywele ambayo haijawahi kupitwa na wakati. Wewe ambaye unahitaji kujifunza, njo darasani, tutakufundisha. Umemaliza form 6 upo likizo kama hivi, huu ndio muda wa wewe kujifunza elimu ya ujuzi. Sio lazima tu ujifunze kusuka, hapana. Elimu yoyote ambayo ni ya ufundi, nenda darasani, jifunze short course ya miezi miwili miezi mitatu, utakuja kunishukuru baadaye. Njoo kama unapenda una urembo Njoo kwenye urembo, tutakufundisha vizuri, hakuna shida yoyote. Sawa sawa, nitamalizia kusuka mikia kama hivi ambavyo unaona, alafu nitakwenda kuiweka mawimbi. Kwa wale ambao sasa ndio mnaanza kujifunza kusuka, i know that kwamba kwenye kuanza kidogo itakuwa ni, ni utahisi kwamba kuna ugumu lakini kwa wewe ambaye ni mwanafunzi wangu wa online, unaanza unaweza ukaingia kwenye YouTube channel yetu Farida Othman. Tayari tuna video, video za kusuka rasta, I mean nywele ya mbinjuo. Nenda kajifunze kusuka nywele yako ya mbinjuo, njo jifunze kusuka yeboyebo -ebo, fanya mazoezi yako, tuma saasawa. Kwenye mawimbi nitatumia mawimbi ya kitana. Mara nyingi huwa nawafundisha mawimbi haya ya kitana ni mazuri na ni rahisi kutengeneza, lakini pia yanakuwa unique. Sio kila siku mteja anapotoka anakutana na watu wale wale, nywele zile zile amesuka. Hebu kuwa unique, tofauti. Yani kuwa unique tu, uwe na kitu cha tofauti. Mteja akija umemsuka yeboyebo leo, umeweka mawimbi haya, siku nyingine hujaweka mawimbi, siku nyingine umechukua, umetumia barola za kawaida, siku nyingine flexible rollers. Sawa, so, maji tumia maji ya moto vizuri Chemsha kama ni jiko, kama ni mkaa, kama ni, ni hita, kama ni gesi. Wewe tu angalia uwezekano wako kupata maji ya moto. Hata kama ni kijijini, tumia hata kuni, chemsha maji yako vizuri, pata maji yako ya moto. Vitana kama hivi vipo sawa. Yani jaribu kufaragua, yes, tunasema kufaragua, kuhawilisha mafunzo. Final touch ni kama hii ambayo unaiona. Alipendeza sana. Mimi ni Farida Othman, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Sisi tunaposema tunafundisha, huwa tunamaanisha. No bla bla bye, bye.